Karibu kwenye channel yetu. Kama ni mara ya kwanza, usisahau kubonyeza maandishi meusi chini ya video hii, yameandikwa subscribe. Uh, ni matokeo ya kidato cha pili ya mwaka 2025 yaani, wanafunzi ambao wanatakiwa kuingia form 3 kwa mwaka 2026. Matokeo haya unaweza kuyatazama moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi, basi fuatisha hizi hatua. Baada ya video hii, fanya hizi hatua kwenye simu yako ya mkononi zitakusaidia kuyatazama matokeo haya moja kwa moja wewe mwenyewe kwenye simu yako. Unachotakiwa kufanya sasa, hatua ya kwanza kabisa ni kuja kufungua kitufe ama kivinjari cha Google ama cha Google Chrome. Browser mojawapo kati ya hizi kwenye simu yako ya mkononi, ukiifungua ndo sehemu ambayo inatupeleka ku search ama kuyatafuta matokeo haya. Kwa mfano, ukishafungua Google ama Google Chrome itakuleta kwenye uwanja wa ku search. Hii hi video hivyo hivyo, hata wewe kwenye simu yako baadaye, andika tu neno nectar hivi kama nilivyoliandika usikose. Na ukishaliandika na kusearch, ziko kurasa tofauti tofauti zitafunguka. Sehemu pekee ambayo inatupeleka kutazama matokeo ya kidato cha pili ni hapa hivi kwenye uwanja ama kwenye ukurasa wa Baraza la Mitiani la Tanzania, nectar kama inavyoonekana hapa kwenye hii simu yangu kwenye hii video hivyo hivyohivyo pia kwenye simu yako itakuwa inaonekana hivi. Ukishabonyeza next hapo ukurasa wa baraza la mitiani la Tanzania utafunguka kama hivi. Na ukishafunguka kama hivi, utakuja juu kushoto, kuna vimistari vitatu ni menu, ni menu ya ukurasa wa baraza la mitiani la Tanzania, utavibofya ama utavibonyeza hapa hivi na ukishavibonyeza option tofauti tofauti zitatokea. Kwa mfano tukibonyeza hapo hivi, na sehemu pekee ambayo tutaibonyeza ni sehemu iliyoandikwa results, hii hapo results. Na ukishabonyeza results, matokeo tofauti tofauti ya darasa la 4, la 7, form 2, form 4, form 6 na matokeo tofauti tofauti yatakuwa yanaonekana hapo. Sehemu pekee ambayo itatupeleka kutazama matokeo ya kidato cha pili ni sehemu imeandikwa FTNA Form 2 national assessment results utabonyeza kwenye hiyo FTNA na ukishaibonyeza, kama matokeo ya baraza la Tanzania itakuwa yameshatangazwa ya kidato cha pili, utakuja chini ya mwaka 2025 na, na chini yake kuna maandishi ya kijani yameandikwa results link 1 hii hapo, utabonyeza hapo, hiyo ndio link ambayo necta imeiweka hapo. Ukishabonyeza hiyo Ma shule zote za Tanzania zitakuwa zimefunguka hivi na wengi wakifika hapa wanapata changamoto, utakiwi kuangalia hivi shule moja moja, no, no, no, no. Unachotakiwa kufanya baada ya kufika hili eneo, utatakiwa kufuatisha hizi hatua ambazo nakuelekeza. Utakuja upande wa juu, kuna herufi zimeandikwa hapo oral centers, then kuna herufi A, B, C, D na kuendelea Hizi zimewekwa ili kusaidia kutafuta shule yako kwa wepesi. Utabonyeza herufi ya kwanza ya jina la shule. Shule yako inaanza na herufi gani? Utaibonyeza. Kwa mfano kama ni V utabonyeza V. Ukishabonyeza herufi ya kwanza ya jina la shule, shule zote zinazoanza na hiyo herufi ndo zitakuwa zinaonekana. Ni shule chache sana, inakupa wepesi wewe kutazama shule yako. Kwa hiyo utaiona hapo kwenye hizo shule, na ukishaiona utaibonyeza hivi hapo. Kwa mfano, tukibonyeza shule hii hapa, na tukishabonyeza, matokeo ya kwenye hiyo shule yatakuwa yanaonekana. Utamwangalia mtoto wako amefauluje, lakini pia utaangalia ufaulu wa kishule kiujumla. Na hizo ndizo hatua ambazo unatakiwa kuzifanya wewe mwenyewe.